Nilikuwa mkoa mmoja Simiyu ndani ndani, kijiji fulani hivi, ndani kabisa vijijini. Nimeenda kwenye mkutano, hapakuwa na nyumba, ila walinipa kifremu cha kuingia tu na kukaa pale. Amen, tukiwa pale nikakuta wamekusanyana makundi mawili yale, yani makundi aliyojikusanya, wanasema haiwezekani mwanamke aje ahubiri mkutano. Aleluya, Hajahubiri mkutano kwa hiyo ni lazima tumwondoe, kwa sababu haiwezekani mwanamke asimame kwenye mkutano wa Injili. Ni kijijini, nimefika pale siku ile ya kwanza nikakuta wamekusanyana makundi Yaani wamekusanyana waganga upande huu na upande huu kwao, na wao wana timu ya watu. hii timu ya huku wanamshangilia mganga aliyeko huku na mganga aliyeko upande wa pili kwa yule mganga an, anashika mshale anarusha. Anaporusha yaani auachii ila, anarusha kwa ishara. Anaporusha yule wa pili akianguka, maana yake yule ndio ana nguvu, kwa hiyo watu wataenda kwa yule mganga. Haleluya! Wakati wanaendelea na ile zoezi mimi niko pale kwenye mkutano, nimefika, niko kule wanaendelea na ile ratiba. Nikawambia hii haiwezekani, hawa ambao wamekamata hawa watu wamewafanya mateka, wanataka watumie silaha za mishale ambayo najua wamekopi kwenye Biblia haleluya. Nikasema leo maombi yetu ni kugeuza hiyo mishale haleluya, ili iwapige wao, waache uganga wao, uchoi wao uangamie, lazima tugeuze Wakati naendelea na ile ratiba, wao wanarushiana, kwa yule anayeshinda ndio anakuwa, anakuwa ni mkuu pale, watu wote wanaenda kuabudu kwake. Watu wote wanaenda kutibiwa kwake. Tukaingia kwenye maombi, niko pale kwenye maombi, kwenye mkutano. Wakaja kwenye mkutano, wamebeba mshale, maana maanake yule aliyeshinda anakuja ili apambane na watumishi ulioko mkutanoni. Kwa hiyo akawa anaonyesha mshale, anarusha. Nilichosema tu, kuna maombi mengine unamwambia, narudisha mshale ulikotoka Haleluya, nikasema naegeuza hii mishale iwarudie nami, na naachilia mshale kwa damu ya Yesu, ninapeleka mshale. Yule mtu akadondoka chini. Alivyodondoka, wale watu waliokwepo pale wakaanza kuogopa na kutetemeka. Wakati wanaogopa, wakaulizana kwani imekuwaje? Anasema walikuja ili warushe mishale kwa watumishi, sasa na yeye anasema amerushiwa mshale, amechomwa kwenye ubavu. Akaja mbele ya mkutano Anasema nichomoeni, sirudii. Haleluya, haleluya! Anasema niondoeni mshale jamani, ni kweli nilikuja, lakini siwezi kurudia. Na sisi wakati anapiga kerere, nakuambia hivi, hatukumwombea. Haleluya, hatukumwombea, tuliacha endelee kulia, maana yeye ndio alikuwa anaitwa kidume kwa uganga wake, anaendelea kupiga kelele, na sisi tukamwacha. Tulipoacha, watu wanaanza kutangaziana, jamani, yule mganga aliyeshinda kapigwa mshale kutoka kwenye mkutano. Watu wakaanza kuitana, angalia, tulikuwa kijijini, hakuna redio. Yeye akafanyika tangazo la kututangazia mkutano, watu wakaongezeka. Haleluya, haleluya! Peleka mishale Anasema nitapiga mishale yangu, nitaimaliza, nitamwangusha adui. Wewe usiwe mnyonge, ni askari. Mishale siyo ya kutumia wa Masai, ni ya kutumia wewe uliokoka. Tumia pia kwenye ulimwengu wa roho kumpiga adui mahali aliko. Haleluya, sema Bwana Yesu, napeleka mshale mahali kokote adui alikokaa. Shambulia mishale toka mbinguni, ninaiachiria, ninaiachiria, ninaiachiria, iangamize kila uchawi, kila uganga, wachawi, washirikina. Napeleka mshale kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Naachiria mishale leo hii, hiyo mishale iwapige. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yes.